Ndini Nyono ndi walipika filimbi. Filimbi mm -hmm. Ya impeachment Kaya kashagwa. Kaya kashagwa. Ya kachagua. Ya kachagua. Sayi anasema hapa na hakuweko hata hiyo haku siyasa. Hata hakuweko haku. Nani aliongoza watu Ndi walete vita Ya kufanya sasa? Kachagua, hae na problem hili yako nae Ndini Nyono. Hata niliona Former President Uhuru Mwigai Kenyata sikufurahia ile mambo alifanya kwa sababu anaenda kujibiana na watu wengine, watu wa chini sana, eh? na yeye ni mtu amelitaya, na amelitaya apewe heshima yake, na yeye apeane heshima yake. Sasa kama naona, sasa wanaanza kupigana na kijana mdogo sana, huyu wa nini? so nice. eh? so nice. yes. mm -hmm. eh, eh, sasa Junet naona sasa mambo ya Juneti Juneti, sasa forma ya present, una heshima yako ya miaka kumi. Ukianza kujibwana na Juneti kwa mikutano ama kwenda kusema vile alisema, ati akikuonesha kidole, utamwonesha utamwonyesha. Kulitaya si kusema hauko kwa siasa eh?